Mkasa wa watu hao ambao ni watoto na wajukuu wa mzee Isaya Kazembe ulianza juzi baada ya ndugu yao mmoja kwenda katika eneo la mashambani kuchuma mchichapori uliopikwa na uyoga ambao ndio ulikuwa ni mlo wa usiku huo kabla kufikwa na madhira hayo. Kwa mujibu wa maelezo ya watu hao, nusu saa baada ya kula chakula hicho walianza kujisikia kizunguzungu na, na muda ulivyozidi kwenda hmm, walianza kuweweseka Ma mama tukaonesha angazi wamekuwa vichaa hmm, ndio nikasema amefanya nini? Wakasema nasi hatujui ndo nikaja nipo, kuja nikakuta wanagalagala tu na galagala, kupiga kelele uyoga na wenyewe tulipika. Mganga mfawidhi Hospitali ya Dr. Atman, Dr. Magaka Ngalawa, amesema wagonjwa watatu wakiwamo watoto wawili wa kike na mama yao wanaendelea vizuri, fikia sasa hivi mchana huu na, na tulipoaona tunaona kuna maendeleo wa, wanaendelea wa vizuri na hali zao zinatengemaa kadiri ya muda ambavyo unazidi kuendelea na kilichobaki ni uh, wagonjwa wa, wa, watatu kwa maana ya mwanaume mmoja mwenye miaka ishirini, lakini pia na wengine wa watoto wawili ambao hali zao bado zinaendelea kutengemaa. Kimsingi uyoga una sumu na sumu zile zina nyingi zinaathiri ini, lakini zinaenda mpaka kwenye, kwenye mishipa ya fahamu. E, na kwa wagonjwa wawili watatu ambao nimewaona, dalili zile ambazo wanazipata ni kwamba sumu ile inakuwa imefika mpaka kwenye mishipa ya fahamu ndio maana wanakuwa vile. Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia alichirukile akiambatana na askari polisi wa kitengo cha upelelezi wamefika nyumbani kwa familia hiyo, naambiwa wamekula ugali, wamekula mahindi, wamekula mboga za aina mbili, walikula uyoga, walikula na mboga za polini. Sasa uyoga mpaka sasa hivi hatujapata kilichobaki lakini hata hizo mboga za polini tumepata vijani fulani ambavyo hatujui kama ndio viazi vyenyewe au vipi. Sio kila mmea ni chakula sawa, eh? Sio kila mmea ni chakula, hata huyo uyoga. Uyoga, uyoga mwingine na wenyewe una sumu. Majibu ya lipi lilowasibu watu hao hadi kufikia hali hiyo natarajia kutolewa ndani ya wiki hii baada ya vipimo vya maabara kupima sampuli za vyakula walivyokula. Sammi Juma Kisika, Azam News, Rukwa.